Amjambo, mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika uchambuzi na taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Jean-Yves Emmanuel Kaluya mahali pote ambapo ulipo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ulaya, Asia na nafasi nyingine, nikukaribishe kuweza kujiunga nasi katika taarifa zetu za habari. Kiwa tayari ni saa 12 dakika 30, nikukaribisha kuweza kujiunga nasi moja kwa moja katika taarifa zetu za habari. Yale ambayo tutakayozungumzia katika siku ya leo, tutazungumzia kuhusu huko Bukavu ambapo vijana waendelea kuingizwa katika Uh, kijeshi cha M23 kwa nguvu ni baada tu ya kuendelea kuteka vijana kutoka mitaa mbalimbali ya pale Bukavu. Misisi, mitingi ama mitingi popular ambayo yafanyika huko Misisi na kuonesha kuwa tayari uh, wazalendo wako kwa pamoja huko mstari wa mbele kupiga adui na kusema kuwa kuna wale ambao wanaendelea kuchochea uh, mizozo ya kikabila ilichakuwa kunakuwa na uadui ambao una, unaweza ukajitokeza lakini hakuna tatizo kati ya Mbembe pamoja na Mfuliru. Raia wa pale Runingu waanza ku, kuandamana baada ya kuchoka na vitendo vya miliya risasi ambavyo vinavyoendeshwa kila leo kati ya wazalendo wa makanika na wale wazalendo wa Nyerere kutoka kundi la Kidegoma. Hayo yameweza kufanyika tangu hiyo jana na kuweka vizuizi vizu barabarani, kuomba wazalendo wote waondoke pale Runingu. Uh, Uvira hapa Mlongwe, mtu wa Mlongwe wapata nafasi ya kuua mtu mmoja baada tu ya kuja hapo jana mchana kati. Haya na mengine, ni kukaribishe kuweza kujiunga nasi katika uchambuzi wetu wa habari zetu za siku ya leo mahali pote ambapo ulipo. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa, usikose kujiunga kwenye channel yetu La Voix d'Uvira TV. Uh, usikose kujiabonea kwenye channel yetu ku like, pia ku share na ili wengine waweze kupata habari zetu kila leo tunapotoa habari zetu wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Tupate nafasi ya kuweza kushukuru wale wote ambao wanaendelea kusapoti kazi za television La Voix d'Uvira TV. Tuanze na hapa mjini Uvira. Uh, mtu mmoja afariki uh, kwa kupelekwa na mto Mlongwe majira ya saa tano mchana kati hapa mjini Uvira ni hiyo tariki salasini ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili ishirini na tano. Tukio ambalo limetokea pale kwenye mto wa Mlongo wakati dada huyo alikuwa kufanya kazi zake za kawaida akisukua vyombo, alishtukishwa moja kwa moja mtoni umejaa katikati na kuweza kumpeleka. Jitihada ambazo zilitakiwa kufanyika ili kuokoa mwili wake asikufa dafu, na baadaye hapo alikwenda kupoteza maisha, ndivyo duru zaweza kueleza. Pia walitaja kuwa kuna gari moja ambayo pia liliponea chukuchuku baada tu ya kuweza kuokolewa nayo pia ilitamani kupelekwa na maji hayo. Aliyefariki ni binti wa umri wa miaka kumi na saba, mkaaji wa Uvira Mlongwe kwenye kata la Mlongwe huko Runingu. Raia wa Runingu, baada tu ya maandamano iliyofanyika pale Runingu, waomba kabisa wazalendo wenye kupatikana maeneo hayo waweze kuondolewa ghafla kwa sababu wamechoka na vitendo vya milio ya risasi kila leo, huku ikiwa kundi mbili za wazalendo, kati ya kundi ya Kedegoma na kundi yake Makanika ambao kila leo waendelea kupigana huku wakifia nafasi ya makazi yao. Hapo waliweza kutaja kuwa uh, milio ya risasi ilianza majira ya sambili asubuhi na kuzorotesha shughuli za usafiri kutoka Uvira kwenda maeneo ya Sange kama Kamanyola na nafasi nyingine, na hapa raia walikwenda kuingia barabarani wakiomba kuondoka wote. Tukujuze kuwa kuna kuwa na mizozo ambayo inayotokea wakati Makanika alikuwa kiongozi mkuu wa kamanda Nyerere wakati alikuwa ngali polini, na baada ya hapo alipowasili hapo maeneo ya Kiliba kulikuwa na misukosuko ikasababishwa uh, makani kuweza kushimamishwa na kumteua Degoma kuwa kiongozi mkuu wa Nyerere, huku ikiwa wanaendelea kufia nafasi ya kuishi. Na pia Makanika kanaeleza kuwa kuna silaha zake ambazo zilizokamatwa na bwana Nyerere na kukabidhiwa kwa Kidegoma, wakati kila leo wanaendelea kulumbana na kuomba silaha hizo ziweze kurudia nafasi yake. Hii ni mojakati ambayo inapelekea kila leo kuleta vurugu, inapelekea kuleta wasama katika vijiji vya Runingu, Kasambura, Bwegera na hapa mjini Uvira. Wiki iliyopita hapo Mulongwe, Makanika pamoja na Degoma walitaka tandikana risasi kupitia hali hiyo ambayo kila leo inayotokea Jeshi la Taifa FARDC ambapo walipoingilia katikati na kuweza kutatua mzozo huo. Raia wa Runingu washoshwa na milio ya risasi kila leo huku maeneo wakati wiki iliyopita kuna risasi ambazo zilizotandikwa na wengine watu waliweza kuumia na pia kambi ya bwana makanika iliweza kuunguzwa na silaha zaidi ya kumi na mbili ziliweza kukamatwa kama vile alivyozungumza raia waomba serikali kuingilia kati ili kuweza kuwafurusha wote wawili degoma pamoja na makanika maeneo hayo ili kuachia serikali ama jeshi la FARDC kazi yao wao waendelee kulinda raia na mali yao maeneo hayo ikiwa uko pamoja nasi moja kwa moja nikutakie usikilifu mwema na kuendelea kabisa kufuatilia uh, vipindi vyetu kupitia television la Voix d'Uvira TV. Huko Misisi uh, mitinge populaire ambayo yafanyika kutoka uh, kundi lake ya Kotumba pamoja na kundi ya Kingoma nzito. Tukujuze kuwa hao walitaja kuwa kutokana na watu ambao wanaendelea kuchochea mizozo ya ukabila. Licha kuna kuwa na tatizo kati ya wazalendo, huwa wanaigeuza kuwa ni mizozo ya ukabila hapa. Wametaja hakuna tatizo kati ya Mkongomani hakuna, hakuna tatizo kati ya Mfuliru na Mbembe, wote ni watoto wa baba moja. Adui ni mmoja tu M23 na ni lazima waweze kuungana kwa pamoja, ili waweze kutandika M23. Katika mitingi populeri hiyo ambayo iliyokusanya raia wengi huko Misisi, walipata nafasi ya kuzungumuza kuwa wazalendo wote wako kwa pamoja na wanatakiwa kushirikiana kwa pamoja, kwa hiyo hakuna uadui. Na pia wanataja kuwa kuna ukuwa na wale ambao wachochezi ambao wanachochea kupigana ili wahakikishe kuwa wanaendelea kuyumbisha usalama.

Nami naitwa Ahadi Kavaja wa spa, cadre politique mu mfumo FDCC Mikenge Jemedar Kakubanya na Kalani. Okay, na wasa delegation mnamaliza, mnaweza mkakae chini, population ya Misisi, amjambo, jambo, jambo mara tena. Jambo. Mimi hapa nawaza wengi wananiona kwa marezo sosio. Mimi naitwa wa Obwela Mwila Dalton. Huko Bukavu, vijana zaidi ya mia mbili wapelekwa hiyo jana na kuweza kupelekwa pale maeneo ya Goma baada ya kukamatwa kwenye mitaa mbalimbali ya pale Bukavu Kadutu na nafasi zingine, habari zaeleza kuwa vijana hao wakamatwa na M23 na kupelekwa Goma kwa kuingizwa kwa nguvu katika kazi ya kijeshi, jambo ambalo linapelekea ya wengi kuanza kulalama na kuomba ukombozi. Tukujuze kuwa M23 inakuwa na mbinu ya kukamata vijana kwa nguvu na kuwaingiza jeshini jambo ambalo halikubaliani na raia wengi wa pale Bukavu, huku tukitaja kuwa wanaendelea kufanya unyanyasaji, kuwa watu kuba, kubaka wa mama kuweza kuchukua mali ya nchi na kuyapeleka huko maeneo na kuyapeleka huko maeneo ya Rwanda Toka,

Niseme asante kabisa kwako wewe ambaye umekuwa mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu, pia uchambuzi wetu wa habari katika siku ya leo, uchambuzi ambao ulichambua na Jean-Vie Emmanuel Kaluya. Nikukaribishe e kuendelea kutizama kabisa vipindi vyetu na pia